Estrogen inaposhuka inasababisha mifupa kuvunjika, miguu kudhoofika na mgongo kuuma. Hii ni hali ambayo inasababishwa na homoni ya estrogen ambayo sana sana inahusika na hedhi. Na hili tatizo mara nyingi linawapata wanawake wa miaka 35 na kuendelea au wanawake ambao wapo kwenye umri wa kukoma hedhi kwa sababu homoni ya estrogen inapovurugika au inapo Pungua inapelekea maumivu ya mgongo, miguu kudhoofika lakini pia na mifupa inaanza kusajika na kuvunjika. Hali hii inawasumbua sana wanawake wengi sana. Ili kuondokana na changamoto hii unatakiwa kupata lishe ambayo ni nzuri, ni mwongozo maalumu wa lishe kutoka kwa mwili lakini pia kutumia uh, CPE Natura Ceutical kutoka kwa mwili na pia kutumia tiba ya Muscle Bone Care kutoka kwa mwili. Hizi ni tiba ambazo zitakusaidia kuondokana na changamoto hii na unazitumia kwa muda wa miezi mitatu mfululizo. Dozi ya mwezi mmoja ni laki tatu na sitini na sita. Ili kuipata nitafute WhatsApp uh, kwa namba inayoonekana hapo chini na soma caption kujua maelezo zaidi. Komenti neno niunge kujiunga na grupu letu bure.